Unajua mimi na naona kuna historia fani pia ambazo kaka mkubwa pia Dr Hiphop anazipitia kwenye game yake pia hususani kupata collab mm. Mfano nakumbuka ile ngoma ya namba yeah, yeah. Yeah. na kumba, uh, hii, yeah. Ulisema kwamba uh, kaka mkubwa shifu wangu alikuwa sio mtu sahihi sana bali kusudia kumweka yeah, bali ilikuwa ni mweke mshikaji mm, mwingine pia unasema yeah. kwamba hii inatokana na nini, kaka? Uh, uh, nafikiri ni, ni mipango tu ya game ilivyo. Hamna kitu ambacho kimenyoka kama rula. Oh, yeah. Na, of course, na na of na tafsiri yake pia ni kwamba mziki tunafanya una changamoto nyingi, kwa hiyo mm. Tunapokutana na na kitu kimepinda, atuofu tunatafuta njia nyingine, tunatafuta jibu lingine safi uh, Kwaze, uka, Dokta Hiphop mimi kwangu ni kama bro kwa sababu ameanza game kitambo sana. Before hata mimi sijaanza hata kushuti kuingia studio za kueleweka nilikuwa yeah. Naona yes, kima mtone na shoot video yes, ulikuwepo pale kwenye ile video. Okay. So um, <laughs> kuna mtu ambaye yeah, nilikuwa na navutiwa na anavyofanya, mm, alafu mimi huaga naamini sana katika muda. Niki, okay. U, niki kukumbusha kidogo kwamba hata collaboration na Trazer nilikwambia swala la muda tutafanya yeah, kama tu ilipango Mm, yeah, yeah. Kwa hiyo ni mtu ambaye na appreciate uwepo wake, napenda anachofanya, namfuatilia pia ni moja kati ya mashabiki zake. So nilipokutana na moment ya studio nimefika pale, am um, nakuta ngoma kali sana. Unajua, yeah. Ngoma kali sana, vesi kali sana. Yes. So am nilivibe kiukweli na ile ngoma nilipofika. Ndio maana mimi ni mtu fulani ambaye sio rahisi kupata korabo na mimi oh, yeah. kwa sababu na watu wangu ambao inabidi uzungumze nao kwanza then ndio unifikie mimi. Kwa hiyo yeah ila nilivyofika kwa ile project nikaona, yes, hii nafikiri ni ngoma sahihi sana ya. no, no, no, nika nikakaa nika, <laughs> mule yeah, uona so ilikuwa ni kama moment ya studio na ikatokea kama blessing, kwa sababu na appreciate muziki wa Doctor na pia hata nilivyoambia watu wangu kwamba kuna collab nimeifanya mm, walivyoisikia wakasema, yes, hii kweli na deserve. Na tunaona hata mapokeo ni makubwa, watu wanapenda, yani watu wamepokea kwa ukubwa tofauti hata...